Bwana Yesu atukuzwe sana, watu wa Mungu. Napenda sana kuwakaribisha kwenye kipindi chetu pendwa cha Jumamosi hii cha kufungua hatua za maisha yako. Kipindi hiki ni kipindi kile ambacho mtumishi wa Mungu, kuhani Eliah Abel Haule, anakuwa akifundisha neno la Mungu kwa namna tofauti tofauti kidogo. Kwa hiyo makuani wa Yesu watakuwa wakikusaidia kuyafafanua na kukutafsiria yale ambayo mtumishi wa Mungu Kuhani Eliah Abel Haule anakuwa amekwisha kuyafundisha. Kipindi hiki huwa kinaanza saa nne kamili usiku, hivyo basi usikose kukaa kwenye live yako saa nne kamili usiku inakuwa live YouTube na Facebook. YouTube utaingia kwa jina la Loeva Ministry, na Facebook utaingia kwa jina la Kuhani Eliah Abel Haule. Basi wewe ambao wanataka kutufuatilia hiki kipindi kinakuwa live peke yake wewe ambao unaona umetendewa kutumia kwenye live hiyo, watumishi wa Mungu lile neno ambalo wamekusaidia kulifafanua kwa ajili ya kwako wewe na mimi, basi ukaona umebarikiwa, umeinuliwa, umeona mkono wa Mungu juu ya maisha yako na yale ambayo umekuwa uyajui wamekufundisha na ukayaelewa, unaweza ukatoa shuhuda yako kwa kutuma text ama kwa kupiga simu kwa namba 0762856980. Usikose kufuatilia kipindi hiki na Yesu atawabariki.